habari njema ikirushwa iki, iki <laughs> Bukelebe TV, karibu sana. Tusiache kufuatilia katika tv ya Bukelebe. Bukelebe TV. Habari za asubuhi, karibu katika kesha la asubuhi. Leo ni siku ya Jumanne, Novemba ishirini na tano, elfu mbili na ishirini na tano sometwa siku ya leo, na kichwa cha habari kinachosema taji ya uzima. Fungu letu ni kutoka kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya nne mstari wa nane. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Tuombe. E Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa zawadi ya uhai na neema ya kuamka tena asubuhi hii. Tunafungua somo hili tukiomba uwepo wako utuongoze na kutufundisha. Utujalie mioyo ya unyenyekevu kama Paulo ili tutafute kutimiza mapenzi yako kuliko kutafuta thawabu. Bwana, tunaikabidhi Tanzania mikononi mwako. Tunakuomba ilinde nchi yetu, uongoze viongozi wake kwa hekima, na ulete umoja, amani na upendo kati ya wananchi wote. Tazama changamoto zinawakabili watu: umasikini, magonjwa, migogoro na hali za ukata tamaa. Tupe mvua kwa wakati, baraka za kiuchumi na ulinzi wa malaika zako katika pande zote za nchi. e Mungu, tufungue macho ya mioyo yetu ili tuone thamani ya kutenda mapenzi yako, na tuchoche ndani yetu shauku ya kuwa waaminifu mpaka mwisho. Tunasali na tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, amina. Paulo alidumu kuitazama taji ya uzima ambayo angepewa si yeye tu ambaye angepewa bali pia kwa wale wote waliopenda kuonekana kwa Kristo. Lakini ni ushindi kupitia kwa Yesu Kristo uliomfanya kuwa shauku kubwa ya taji ya uzima. Yesu angetaka sisi tuwe na shauku ya kupata thawabu, bali anataka tuwe na shauku ya kufanya mapenzi ya Mungu kwa sababu ni mapenzi yake pia, bila kujali thawabu tutakayopokea. Kipaji cha Mungu ni uzima wa milele. Bwana anatamani wote wanaoipokea neema yake kumtumaini kikamilifu. Anatuita kuwa kudhihirisha imani safi na sahihi, kumtumaini yeye bila kuhoji juu ya kile tutakachopokea kama fidia. Tunapaswa kufanya kazi kwa moyo katika huduma yake, tukionyesha kuwa na tumaini thabiti kwamba atahukumu kwa haki, katika maelezo ya mandhari ya hukumu pale watakatifu watakapopewa thawabu na hukumu kutolewa kwa waovu watakatifu wataonyeshwa wakishangaa na kujiuliza ni nini walichokifanya kinachowastahilisha kupokea thawabu. Lakini walidumisha imani yao katika Kristo, walikuwa wamejazwa na roho wake, na pasipo juhudi za makusudi walimtendea Kristo kupitia kwa watakatifu wake, zile huduma zilizosababisha kupewa thawabu ya haki. Lakini nia iliyowafanya kutenda hivyo haikuwa kutoka kupokea fidia walichukulia kuwa ni heshima kubwa kukubaliwa kufanya kazi kama alivyofanya Kristo. Walifanya na waliotenda sababu ya upendo waliokuwa nao na kwa Kristo na wanadamu wenzao. Na yeye aliyejihusianisha na jamii ya wanadamu iliyoteseka alitambua matendo haya ya huruma na upendo kama alivyotendewa yeye mwenyewe. Kila mara yetu na kila talanta yetu tunawiwa na Bwana kila ushindi tunapopata, wote tunaupata kwa sababu ya neema yake. Hivyo hatupaswi kabisa kujivuna. Ikiwa tungeweza kukumbuka kuwa mbele ya ulimwengu na kimbingu tuko katika kupimwa na kujaribiwa kwamba Mungu anatupima ili kuona tu wa roho gani, kungekuwa na tafakari ya kina na kuomba kwa bidii zaidi. Wale wafanyao kazi kwa usahihi wanatambua kwamba wanadamu peke yake hawezi kufanya jambo lolote jema. Wamejaa shukrani na shukuru kwa fadhila ya kuwa na ushirika pamoja na Mungu. Huduma yao imefungamanishwa na kanuni inayowafanya zawadi na sadaka zao kuwa manukato mazuri. Wana ujasiri wa imani ile ile kwa Mungu ambayo mtoto huwa, mtoto huwa nayo kwa baba yake wa kidunia. Thawabu yenu si hasa kwa sababu ya kazi au jitihada zetu, bali ni kwa sababu ya wema, rehema na upendo wetu tuliochanganya na matendo yetu kwa wale wanaougua, wale wanaonewa na kuteswa. The Signs of the Times August 9, 1899. Tuombe. Bwana Mungu wetu tunakushukuru kwa somo hili, limetukumbusha kuhusu taji ya uzima na thamani ya kuishi kwa ajili yako kwa moyo mkamilifu. Tunakuomba utusaidie kutenda mema si kwa sababu ya thawabu, bali kwa sababu ya upendo tulionao kwako na kwa wanadamu wenzetu. Utujalie nguvu ya Roho Mtakatifu ili kila siku tuishi maisha yanayokupendeza, tuwe wanyenyekevu, wenye imani imara, na tuimarike katika huduma takatifu. Tunao kabisa siku hii nzima iliyo mbele yetu, ututangulie, utulinde na utupe ushindi juu ya kila jaribu. Tunaomba haya kwa jina la Yesu, amina.